barabara hii iweze kupata magari mapya. Na jambo hili, ndugu zangu wa Tanzania, naomba mnielewe jambo moja kwamba serikali haina nia mbaya na Mtanzania. Wiki hii leo ni Jumanne au Jumatano, wiki hii lazima mtaona, hawasikii kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hii alijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii. Baada ya kuona ninyi abiria mmekuisha toa ushauri wa kutosha, kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunaingiza, tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamwingiza mtu wa huduma mpya ambaye hivi ninavyozungumza muda huu, mabasi zaidi ya mia mbili yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii. Hivi navyozungumza, hivi navyozungumza kuna mabasi zaidi ya mia moja na hamsini ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili kabla hata wiki hili halijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache ili aweze kufanya kazi kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu, kwa mtu yoyote mwenye swali anataka kujua, aniulize mimi, mkuu wa mkoa, ili apate majawabu muda huu kwa mwenye swali yoyote, maana hata ukikimbia kule, hata ukitukana serikali, hata ukasema tuitaki sisi si sehemu, nimeona kwenye klipu, haisaidii. Mwisho tunahitaji mabasi. Kwa hiyo nyinyi wananchi mkiwa na hasira, mwisho wa siku mtahitaji mabasi, na mabasi akija lazima mpande. Kwa hiyo tunahitaji busara yako wewe, busara ya koewe, serikali, ili mambo yote yaweze kutatulika. Nimewambia wale wasipakie kwanza mtu, ili mnisikilize kwa muda mfupi, alafu ndipo muendelee. Je, kuna mtu ana swali? Mimi nauliza, kabla hizo basi mpya zijaja, kwa nini hii njia hii ya Morogoro road usingeitoa dada za kawaida zikawa zinapita tukiwa tunasubiri usafiri mpya mwendo kasi? Swali langu ni hilo, mkuu. Jamaa ya yangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida. Unanisikiliza kidogo?